Baadhi ya wanasiasa wanaoegemea mrengo wa Rais William Ruto wamepuuzilia mbali semi za aliyekuwa waziri wa usalama wa taifa Fred Matiang'i, aliyedai kuwepo kwa watu ambao sio raia wa Kenya wanaosajiliwa na kupewa vitambulisho vya kitaifa. Wakizungumza mjini Oda kaunti ya ta, Tana River. Viongozi hao wakiongozwa na Waziri wa Usalama wa Taifa Kipchumba Murkomen, waliyataja matamshi hayo kuwa ya uchochezi na hatari. Activities of registering people some of whom are not even Kenyan citizens, uh, getting identification cards and doing all manner of criminal monkeying that is going to affect our country is setting the stage for anarchy in this country. Ni semi hizi za aliyekuwa waziri wa usalama wa taifa Fred Matiang'i katika uwanja wa bustani wa Uhuru hapo jana ambazo zimevutia hisia kutoka kwa washirika wa serikali wakiongozwa na Waziri wa Usalama wa Taifa Kipchumba Murkomen. Viongozi hao walionya kwamba semi kama hizo zinaweza kuchochea uhasama wa kisiasa wakati taifa linapojiandaa kwa chaguzi ndogo na shughuli ya kuwahesabu watu. So ID isiingie ukasumba tu kwa wale wanasiasa wako huko nje ambao sasa wamepotea kwa sababu wameona mwelekeo yao imeisha, uanze kupigana na marginalized areas ambayo wametengwa miaka mingi, na President William Ruto is trying to bring them back to the fold, ili kuhakikisha ya kwamba hawa watu wanapata ID. Hii maneno ingine ya ID Wacha nikuambie, hata tukikosa ID basi turudishe ile election ya kupiga mlolongo mlolongo jotuchagua watu basi, kwa sababu sisi wote ni Wakenya. Kulingana na viongozi hao, ni jambo la kusikitisha kuwa kiongozi wa kitaifa kama Matiang'i kutoa matamshi kama hayo ambayo huenda yakatatiza amani na utulivu wa taifa. Ati hii kufungua kuondoa haya mavetting mabaya ni, ni kitu mtu uh, Ruto amefanya mbaya. Si amefanya sawa. Sisi tunataka kuambia watu wa upinzani, siasa ni siasa. Ukitaka kufanya siasa fanya siasa, lakini usiharibu mambo ya usalama wa Kenya. Walikariri kwamba vyombo vya usalama vya humu nchini vina uwezo wa kushughulikia uchunguzi kuhusu madai kama hayo kupitia mikakati ya kisheria pasi na kuchochea na kuzua wasiwasi wasi, miongoni mwa Wakenya aseme Wakenya wamepewa vipande sasa, wahalifu watakuwa wengi na, the police records indicate other than occasional incidences of insecurity spilling over from across uh, the border we record consistently in our region the lowest crime rate. IG yako hapa. Viongozi hao sasa wametoa wito kwa viongozi kujiepusha na matamshi yanayoweza kuchochea uhasama, huku serikali ikikariri kujitolea kwake kuiunga mkono tume ya uchaguzi IEBC kuhakikisha uchaguzi huru na wa haki. Khalid Abdullahi, Dira ya Magwiji.